Na nataka tukuambia kuwa mwaka huu tumeshirikisha nyanja nne na ambazo ni ushairi, e, riwaya, hadithi za watoto na tamthilia. Na haya pia ni maendeleo, kwa sababu mwaka wa kwanza tulianza na nyanja mbili tu, ushairi na riwaya. Mwaka wa pili tukaongeza hadithi za watoto, mwaka huu tumeongeza tamthilia. Kwa hiyo hizo ndio nyanja nne ambazo zimeshindaniwa mwaka huu, na tunafurahi kuwa kwa kweli mwitikio umekuwa mzuri sana e, Watanzania wengi kama ilivyokuwa mwaka jana na mwaka juzi wamejitosa katika kuwania tuzo hii. Taarifa rasmi kuhusu takwimu na nini tutawapa ile siku ya tuzo yenyewe. Uh, riwaya, walio kwenye orodha teule ni hawa wafuatao: Dkt. Abbas Muhamed Omar huyu andiko lake linaitwa Zawadi ya Simu Janja, naye anatokea Zanzibar. Wa pili ni Ahmed Simba Mwaita, mswada wake unaitwa Taifa Jipya, huyu anatokea Tanga. Watatu ni George Michael Lauo, mswada wake unaitwa Damu Nzito anatokea Kilimanjaro. Yupo Ibrahim Jafar Mkamba, Mkamba mswada wake unaitwa Mashahidi kutoka Kuzimu, huyu anatokea Dar es Salaam. Watano ni Lucas Gevas Lubango mswada wake unaitwa Bweni la Wavulana, huyu anatokea Mwanza. Sita ni majaliwa Ibrahim Swed mswada unaitwa kuokoka anatokea Manyara. Saba ni Maundu Morris Mwingizi mswada unaitwa Jeneza la Taifa huyu anatokea Dar es Salaam. Nane ni Philip Oyo Oyaro mswada unaitwa kwa udi na uvumba, anatokea Mwanza. Tisa ni Richard Mzirai, mswada ni mlezi wa vizazi anatokea Dar es Salaam. Na kumi ni Zakaria Henry Riwa, mswada ni kilio chetu huyu anatokea Dar es salaam. Eh, samani Mswada unaitwa kilicho chetu, sio kilio chetu samahani, kilicho chetu, huyu anatokea Dar es Salaam. Hawa ndio kumi walio kwenye orodha teule ya riwaya. Tukienda kwenye ushairi na tenzi, waliomo ni hawa wafuatao: moja ni Adil Ali Mwinyiae, mswada wake unaitwa Yunge Huyu anatokea Dodoma. Wa pili Ali Bakari Mchanyato, mswada ni tuzo ya usomaji, tuzo ya usomaji. huyu anatokea Dar es Salaam. Tatu Ali Juma Isuka, nikifa msinizike, anatokea Dar es Salaam. Namba nne ni Bakari Jecha Makame, Diwani ya Tafakuri anatokea Zanzibar. Watano ni Hussein Kondo Abdalla, diwani ya urathi wa mjumu, anatokea Dar es Salaam. Sita ni Kombo Abdalla Omar, kisima cha Giningi, anatokea Zanzibar. Saba ni Mbaruku Ali Mohamed, utenzi wa Nana Mkombozi, huyo anatokea Tanga. Peter Gervas Komba, mashairi ya maisha, huyu anatokea Songea. Tisa ni Saidi Mokiwa Ramadhani, pendo la mama Kiboko, huyu anatokea Tanga. Na kumi ni Sharifa Hamis Musa Pambazuko, huyu anatokea Zanzibar. Hii ni orodha teule kwa upande wa mashairi na utenzi. Ukienda hadithi za watoto, naomba kwanza nieleze kuwa kwenye hadithi ya watoto orodha ina waandishi saba tu, hawakufikia kumi, wako saba tu, kwa sababu ndio waliofikia viwango. Katika shindano hili tunatilia muhimu sana kufikia viwango kwa hiyo kama hawakufikia kumi hawakufikia kumi. Kwa hiyo katika orodha hii wamefika saba. Wa kwanza ni Korona Kimaro Semak, mswada wake hizi hadithi za watoto, mswada wake ni Tembo Zimamoto. Huyu ni Mtanzania ambaye anaishi Czech Republic. Namba mbili ni Hafidh Ali Makame siafu na maji moto. Huyu anatokea Zanzibar. Namba tatu ni Lilian Simon Mbaga, mswada wake unaitwa hatma yangu. Huyu anatoka Dar es Salaam. Wanne ni mwanacha Mohamed Omar, mswada unaitwa mwisho wa dharau. Huyu anatokea Zanzibar. Tano ni Paulina Barnabas Lugabula Lugabulila mswada unaitwa Dirisha la Ajabu, anatokea Dar es Salaam. Sita ni Shifa Faisal Amin Ibuni mswada ni Maua na Mji wa Maweni, anatokea Zanzibar. Saba ni Tune Shaban Salim mswada unaitwa Maziwa ya Kuku, huyu anatokea Dar es Salaam. Kwa hiyo hawa ndio kwenye orodha teule ya hadithi za watoto. Mwisho ni e, nyanja ya tamthilia. Namba moja ni Ali Nasoro Ngagesa, mswada unaitwa Kijarida, huyu anatoka Dar es Salaam. Namba mbili ni Bupe Anthony Kabute, mswada unaitwa Ane na Anelisa, anatoka Dar es Salaam. Tatu ni David Shalali Shaba, mswada ni Beti ya Mauti, kutoka Dar es Salaam. Nne ni Elizabeth Godwin Mahenge, mswada unaitwa Pambana, huyo anatoka Dar es Salaam. Tano ni Faraji Odilo Manoni, Kovu la Maisha, huyu anatoka Kilimanjaro. Sita ni Ignas Dennis Mkindi, Mwale wa Matumaini, toka Dar es Salaam. Saba Murungi Raeli Katabarura. Mswada unaitwa Zaidi ya Majirani. Huyu anatoka Kagera. Nane ni Said Yusuf Kileo. Mswada ni Mwangaza, anatoka Dar es Salaam. Tisa ni Sajida Saleh Athmani. Mswada unaitwa Mwangaza wa Mvita. Huyu anatoka Dar es Salaam. Na kumi ni Chatawelu Emmanuel Kingu, mswada unaitwa alama ya kuzaliwa, na huyu anatoka Dar es Salaam. Hiyo ndio orodha yetu ya waandishi walio katika hiyo orodha teule, na kutokana na orodha hii hiyo tarehe kumi na tatu ndio tutapata kujua washindi wenyewe hasa ni kina nani. Nafikiri imeshaelezwa kuwa zawadi ni zile zile kama miaka iliyopita. Mshindi wa kwanza milioni kumi na kitabu chake kinachapishwa, pia anapata ngao, anapata na cheti. Mshindi wa pili anapata shilingi milioni saba pamoja na cheti. Mshindi wa tatu anapata shilingi milioni tano pamoja na cheti. Mshindi wa nne mpaka kumi wanapata vyeti.